I don't want peace. I want problems always. Sasa kwa nani? Tamina Keri ah. Uh, unajua Regina Daniel mm. Naamini anakushinda kwa upe na urembo mm. yeah! yeah! yeah! yeah! kila mtu anajijua, so, kila mtu anajijua mm. Na urembo wako ni make-up ama ni kuzaliwa tu hivyo.

Nisha lakini like sina ex. Tukiachana ni sina ex. Tukisema wewe ni e mrembo sana hata pia mimi naona wewe ni mrembo sana unatumia simu aina gani? Eh, jamani. Eh, jamani. Tutangie tu tujue. Taja tu Aatangahizi venye napaka zinaitwa aje? Hata pia mi nchukulie mtu wangu jamani, mimi sijui mimi venye nimevaa <laughs> okay. na hesabu nimevaa pesa ngapi okay, venye umevaa umespend how much? uh -huh. okay. Yes! Yes! Tuambie at least ule mwanataka kujifunza kwa gari yake ajifunze na hapa, kama how much, kama how much hivi, hii ni expensive? Ni hata nilibia mtu, ilikuwa gift, jamani. Sijui. Kiatu. Mi sijui. Mi naleta wangu ati. Na e, <laughs> okay, Ras Mmoja na furahi kuku, kuku, okay, okay, ku-comment huko social media na ka nani? Tamina Keri. YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Okay, Tamina Keri. Okay, inawezaambia nini mashabiki zako wale wenye wanapiganga mabibi ndio na mjinajua, hii sura yako haipigwa juu kipigo tafura uso sana. Watu bado wanapiganga mabibi, kuna wale wanapiganga hey. mabibi hey. kana mabibi kana hey. <laughs> pigwa napigwa hey.